Wifi. Mbona aongee chochote? Umekaa tu naongea minaongea kitu gani? Sina kuongea, ndio tangu maza ndio, mimi mwana nimekaa zangu kimya, nimetulia na pressure zangu, sije nikafa mimi, kula ugali naweembu kuwa ugali maana nimekosa hoja kujitetea. Eh e, inanikunja inanipindapinda, dunia tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Yaani dada, ndio kama hivyo mambo, bado hajaa sawa yani mume wangu harekebishiki hata kidogo, afu na naniuma, nampenda mume wangu Sikia ni kwambie, rafiki yangu. Zile siku nilishindwa kuongea pale kwa sababu mume wangu alikuwepo. Hivi unajua mimi na mume wangu hatuko vizuri. Yaani sisi ni nginja nginja humo ndani. Vurugu haziishi, yani kama wewe na mume wako. Tena afadhali yako hata wewe. Mimi mume wangu ndo balaa. Yaani mimi mume wangu ni hovyo. Sijui unaelewa. Ndoa yetu haina amani, haina furaha kama ambavyo tulikuwa tunaigiza pale. Kwa hiyo usije ukakaa unasema kwamba eti mimi na mdeme tuko vizuri. Ni hamna kitu. Mimi mwenzi wangu unavyoniona hivi, Nipo nina furaha hizi kwa sababu nina kibwana changu huko nje. Nina furaha zangu, akinipa stress ninatoka zangu naenda kula maisha. Lakini ukikaa hapo unasema kwamba eti yo, sijui mimi ninampenda mme wangu sio hivi tu gani. Nakwambia huko ndani ni utapauka. Wewe tayari una watoto, umezaa na watoto. Hivi upo tayari uachane na mme wako kwa sababu ya wanawake huko nje. Mimi na mume wangu hatuachani leo wala kesho. Lakini humo ndani ni vurugu mechi. Kila mtu anapitia huko anatokea kule. Kwa hiyo mimi ninachokushauri shoga yangu, tafuta kibwana ambacho kitakuwa kinakuliwaza huko nje. Uyo bwana akikutibua humo ndani, toka zako nje, nenda huko kapige zako stori na huyo bwana ako kula maisha, ukirudi humo ndani mwepesi. Lakini ukisema eti sijui, "Oh mimi ninampenda mume wangu," siku hizi kuna kupenda shoga yangu. Si unaona ulivyopendeza hivyo rafiki yangu? Sasa ni utapauka. Hey, dada ya kweli, hayo ndo hivyo, nakwambia. Sasa changamka mjini hapa wewe. Yaani ukisema ukae kae hivyo ndugu yangu, hey, utachelewa. Karibu pita mlango kwazi. Hey, shemeji <laughs> karibu Uhum. Ah, vipi? Poa, habari? Safi tu. Vipi jamani, umemkuta? Ah, shemeji kila siku unakuja wakati kama huu hapa na humkuti. Anaanzaje kuepa? Ah, ah, shemeji siku hazifanani eh? Unajua kuna siku nyingine mtu anaweza akaamua leo mimi nikae nyumbani eh? Akajipumzikia basi mimi nikija hapa tunakutana naye. <laughs> <laughs> ameenda kazini. Ah. Haya. Basi ngoja kuchukulia kiti s Hivi we mara ya mbwa unafata nini hapa? We hapo umefata nini mpaka uniulize mini nimefata nini hivi? <laughs> unazani sijui ulichokifata wewe eh? Manake, umeshindwa ile siku kuchukua namba zake za simu, umeona sasa uje nyumbani kwake hivi? unazani mi sijui ulichokifata wewe eh? mm-hmm. na kwa sababu Kasha asema kwamba hapa mala unakuja nyumbani kwake hapa mara nyingi. Hivi wewe mbona malaya sana mpuuzi wewe? Hivi wewe siku ile ulivyokataa kunipa namba ya simu, Wewe ulitegemea mimi ningefanya nini? Eh? Matokeo yake ndo haya. Imebidi nije hapa hapa nyumbani kwake. Na mimi nilishamwaahidi yule mwanamke kwamba mimi nitahakikisha natetea hii ndoa yake mpaka inakaa sawa. Eh? Naona wewe umesahau. Mimi ndo mdeme, mtetezi wa haki za wanawake. <laughs> Na nitahakikisha hili swala mpaka linaenda kwenye njia iliyokuwa sahihi. Yaani ina maana siku zote ulizokaa na mimi bado hujanijua. Mi mpaka wamenita midfielder, mzee wa bako. Kuna vitu vyangu ambavyo ndo mimi ninavyofanya navyoendana navyo, lakini sio hicho eh? kuna kitu gani hasa cha ajabu mpaka kinifanye mimi nije hapa eh? kuna kitu gani cha ajabu? Mdeme mndeme, utakufa mdomo wazi wewe, baba wewe. Hivi ujionee aibu wewe, wewe. Una akili eh? nife mdomo wazi mimi mamba eh? Yani mpaka umri huu niliofikia hapa, eti mimi nife mdomo wazi? Wewe unaonekana akili yako haiko sawa wewe na ndo maana watu walisema zamani, siku zote, mwenda wazimu ukimfukuza, mfukuze na makopo yake, kwa sababu ukiacha anafanyaje? Anarudi tena na, na wewe unaleta hiyo stori sasa. Wenda wazimu ili wafukifukuzwa wafukuzwe na makopo yao eh. Na mimi kwa sababu sina bahati eh. Sasa usitake kuleta ile stori ya zamani eh. Yatoke kwa mjambaji aende kwa mtema mate. <laughs> Umenikosa <laughs> mi ndo midifida <laughs> mzee wa bako, tutakutana nyumbani. Shule inayofunza mema, kwenda zako wewe, unajidai Mswahili, maneno mengi yamekuja mdomoni, malaya tu, mpuuzi. Oh, dunia ah, anguko la koni, kicheko kwa wengine. Nilo dunia ah, wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. yuko wapi? Achana naye, kasha ondoka zake huko, ye ndo dunia bwana. Mna, umekaa hivyo saa hizi hivyo? Mm -hmm. Unajua sisi kama saa tisa, saa kumi una salio. Mm -mm. Hivi mnyanya ana shida gani? <sighs> Unajua, leo kama sio siku ya tatu ya nne, sikuelewi kabisa. Unaonekana kabisa una matatizo. Kwani una shida gani? Mimi niko sawa, mke wangu, tupumzike tu babe. Yani uko sawa? Umeamka saa hizi umekaa kitako, au hicho ambacho unafikiria mimi sitakiwi kujua? Ni nini unanificha? Amna, kuna mambo tu ambayo naona nimeshindwa kuyapatia majibu kutwa nzima, kuo nikaona ngoja nitumie muda huu uliotulia walau kuweza kutafakari vizuri, lakini kama nitapata majibu yake, basi usijali na mi pia nitalala. Lakini m unahisi naweza kulala huu umekaa hivyo eh? kama vitu vya kazi basi ulikuwa na time ya kufikiria mchana, asubuhi, saizi usiku, babe kweli. Alafu nikikuuliza unasema tu kawaida kwamba hakuna kitu ambacho kinanisumbua like serious. Emnaomba uniambie unasumbuliwa na nini eh? au ni siri sitakiwe kujua Waifuna nini? Mbona unalazimisha vitu ambavyo havipo? Nikwambie nini? Uli nielewe sasa, nimesha kwambia mimi niko sawa, sina tatizo lolote, na kama ningekuwa na tatizo, kwa nini nikufiche wakati wewe ni mke wangu? Nikiumwa si huwa nakwambia, nikiwa na njaa si huwa nakwambia, nikipata shida si huwa nakwambia. Kwa nini nikufiche? Ina maana gani? Jaribu kumwelewa mtu, ninaposema kwamba mimi niko sawa, niko sawa. Kama nina matatizo utajua tu, lakini unalazimisha tu mambo ambayo hayapo. Nini sasa? Unataka nikwambie vitu ambavyo mwenye cho nakiwaza upasua? We mwenyewe najua kabisa hauwezi kunisaidia chochote, kichwani utanivuruga, na hata nikikwambia hichi ambacho nakiwaza kitakupasua kichwa we. hakuna kitu ambacho unatakiwa uzingatie kama kumsikiliza mtu anachosema, lazima kwa nakwambia am okay, basi wana usingizi sleep mambo ni samehe, mke wangu, nime panic najiona kabisa, nime panic, na hii ni kwa sababu ya mambo mazito ambayo yananisumbua kichwani mwangu. Ni masuala ya kazi, kazini kuna kesi nzito ambazo zinaniingiza katika majaribu kiasi ambacho nikikosa tu tulivu vizuri, basi naweza nikaingia katika matatizo. Sunajua so, masuala yetu ya kesi yana mahakama Kwahiyo naomba nisamehe, sometimes siwezi kukushirikisha kila kitu kwa sababu najua mambo mengine we ni mazito ufai kuyabeba, ndio maana kaa kimya kujaribu tukunielewa. Mke wangu sawa, yeah. Nakupenda, nakupenda sana, nisamehe. Nimeongea kwa hasira, kwa ukali, kwa sababu tu ya panic, lakini haikuwa dhamira yangu. Hesabu ya kukokotoa tuishi milele, jibu nikipata nipe, nipe, nipe, nipe, nipe eh, tamu tamu, nikupende wewe tu, tamu tamu e, e, e, e. mm. tamu tamu tamu. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Mina, karibuni. Asante, tunamuulizia mtumishi. Mtumishi namuulizia mtumishi Amani. Sisi hapa ni wanajumuiya wenzake, tuna shida naye, sijui tumemkuta. Ah, mnamuulizia Amani? Ndio. Haya, ngoja niwaitie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 Wanajumuiya wenzangu. Wewe umeambiaje? Mimi nimeambia ngoja niwaitie. Ah, si ndio? Unakosea, unakosea sindi. Kwa nini unataka kila siku nenda kufundisha jambo moja? Eh? Wewe unaupeleka kama mimi niko ndani hapa. Na unajua kabisa mimi kanisani. Watu wote wanajua kwamba mimi sina mwanamke na, na, sina mahusiano. Unanidhalilisha si ndii? Dunia ah. Asa mimi ningejuaje? Wewe ulichotakiwa kuniambia kwamba akija mtu yote kanisani kukuulizie. Niseme labda upo au nisingizie, si chochote eh? mimi nitaotea au nitajua uko kanisani. Wewe unaishije ishije, si ndio? kuna mambo mengine yajiongeze, kama kama mtu mzima, sio kila siku mimi nakufundisha kama mtoto mdogo. hivi vitu vingine unaona unajiongeza tu na vinaeleweka? eh? jamii yote inatambua kabisa kwamba mimi naishi maisha matakatifu. hata kanisani pia wanatambua mimi naishi maisha matakatifu. vitu vingine unajiongeza, si ndio? Alafu unawezaje kumpokea mgeni ikiwa mimi mwenyeji mwenyewe sijatoa ruksa? eh? unanikosea sana, si ndio? unataka mimi jamii, eh, nichukuliaje? au unataka wao watoke hapa waende kule, wakaongea nini kuhusiana na mimi? Wakati mimi naaminika na mchungaji, naaminika na waumini, watu wote ni wananiamini, na unajua kabisa nafasi ambayo nilikuwa nayo pale kanisani, ni kiongozi. Unanikosea sana sindi? Sijapenda hiyo tabia. Haya basi, imeshatokea hata ukini laumu inasaidia nini? Tunafanyaje? huyu mama si mtumishi Yani, so mtumishi tu yani, mchungaji anavyomwamini kampa madaraka yote kanisani, kiongozi mkubwa, alafu anaishi na mwanamke akijua. <laughs> Na ndio maana leo kumbe ajaja kwenye jumuiya themanini hivi mlikuwa mnamuulizia mtumishi wa Mungu, ndio Jamani, basi, mimi nimejichanganya sasa. Mlivyotaja mtumishi ndo mkanichanganya, na hilo jina ndo kabisa, maana mimi mme wangu anaitwa Amani Mwakasege. Hapo ndo nilipochanganya jamani. Alafu kingine, umdani, si tumehamia, tuna wiki mbili tu, pengine alikuwa anakaa hapo mwanzo, si ni wageni. Msamini, nimechanganya jamani. Aya, asante. Aya, karibuni tena. Vipi, wameondoka? Wamesemaje? Ndonie, sio? <totit> E, Mungu Baba, mfalme mbingu na nchi, nakushukuru kwa kuniokoa asubuhi ya leo Amen. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaje na wapumbavu wa Mungu dunia. Hivi imekuwaje kuwaje kwanza mpaka huyu mbwa akaingia huko ndani eh? Na nyinyi kabisa mkamruhusu, mkamfungulia mlango akaingia, pamoja na mabaya yote aliyotufanyia shangazi? Kweli yaani, shukuru Mungu jana sikuwepo mama, yaani mama, mshukuru Mungu jana mimi sikuwepo hapa, vinginevyo kitu ambacho ningemfanya manyanya, haki ya Mungu, angeenda kusindia kwenye mizimu ya kwao. Yaani haiwezekani atuzalilishe mtaa mzima huyo atutie aibu, alafu anarudi tu tena kwa confidence ya kutosha. <laughs> Mama, mama, botaba wa matondo. Tungemalizana. Yaani tungemalizana vibaya. Na nyinyi mnavyosema nitamtenga Mati, yani sio nyie. Mimi nipo pamoja na yeye shangazi. Mimi kabisa ndo sitataka hata Mati nisogelee. Kwa sababu kwa hiyo aliyotufanyia manyanya, hii aibu aliyotutia, alafu Mati tena anarudiana naye. Huo si upumbavu? Nanyi nyie, nisikilizeni kwa makini manyenye, sija kawarubuni sijui kwa vihela hela mweke karibu na mati, nisije nikawasikia mimi. Ni kwa mwanaume gani huko bangake milanzo kwa huyo. Mimi naamini mdogo wangu atapata mwanaume mzuri tu. Kwa mwanaume gani huyo? Mwanaume mwenyewe mwe baba kanyoka, wanaume mbamba mama, wanakuwa na roho mbaya kama mjui. Sasa wana roho mbaya hao <laughs> eh, kwa hiyo nilivyokuja mkamwambia Yesu, ah, mimi nilimwambia aondoke. Shangazi, unajua kunifurahisha wewe yani. Kama ulikuwa kwenye moyo wangu mii, ni mwenyewe ningekuwepo ningemtimlia mbali. Sitaki hata kumsikia kwenye maisha yangu mtu anaitwa Manyanya, yaani hiyo ni sumu kwenye maisha yetu shangazi. Na siku akirudi hapa Manyanya, naombeni mnipigie simu, mimi nije nimoneshe. Nitamnyosha huyo kaka hata kama mimi kwenye maisha <coughs> <Nika> yake <manyanya. laughs> Shikamoni wazee. Sama nini, nime nimeweza kuingia ghafla bila hata hodi kwa sababu nilijua pengine mnaweza msinipokee moja kwa moja kutokana na jana pia mliweza kunifukuza. Lakini nimekuja kwa heli kabisa. Kikubwa kilichonileta kwanza ni kuomba radhi nyinyi kama wazazi wangu kwa tukio ambalo limeweza kutokea ndani ya hizi wiki tatu zilizopita nyuma. Ni kweli mimi ndiye mwanaume ambaye nilikuwa na kana mati, na nilikuwa na mipango mizuri kabisa ya kuweza kumvisha pete na kila kitu kilikuwa kimeshaandaliwa, hata nyinyi pia ni mashahidi, mnajua, ndio maana mmeweza kuja. Lakini kuna mambo ambayo yalitokea hapa katikati, ambayo kiukweli alikuwa ni nje kabisa uwezo wangu, sikuweza kuyadhibiti wala sikuweza kuyazuia, ndio maana nikajikuta zoezi pia limeweza kuhairishwa. Kwao najua kuna namna kubwa nitakuwa nimewakosea, pengine nimewadhalilisha, nimewaharibia ratiba zenu, nimepoteza muda wenu. Kwao naomba sana mnisamehe kwa hilo, nisamehe sana, niko chini ya miguu yenu. Hivyo we baba, unaona unaimudu sana ifamilia eh? ninakuheshimu tena, ninakuheshimu sana sana. E, mnaomba uondoke naomba uondoke. Lakini mama misi, ile jambo tayari nimesha nimeshaliumba msamaha, ndio maana nimekuja hapa. Haikuwa ridhaa, haikuwa, haikuwa yangu, naomba mniwe radhi kwa hilo. Ondoka. Sawa, mimi ntaondoka, lakini siwezi kuondoka hivi hivi ipo haki ambayo nanifanya mimi niendelee kuwepo. I understand, Martin mjamzito na ule ujauzito ni wa kwangu. <laughs> Martin mjamzito, well. Kwa hiyo sijui pia kuhusu hili swala mtalizungumziaje nyinyi kama wazazi wangu, kwa sababu kiuhalisia mimi ndio baba wa huyu mtoto na ninayo haki ya kuwa karibu na mwanangu. Awe haki yako asiyo haki yako, familia imekaa, tutalea wenyewe huyu mtoto. Hapa toka kabisa, unajua. <laughs> <laughs> kuna kitu wazazi wangu hamkielewi. wa nawaheshimu sana, na ninajitahidi kutumia busara na unyenyekevu ili wote kwa pamoja kutengeneza uwiano wa kunufaika na hiki kiumbe, lakini naona kama wenzangu, kuna namna mnataka mnifanyie jambo lisilokuwa la haki. Sasa kumtenganisha manyanya manyanya na haki yake, aisee, hilo <laughs> swala halipo kabisa, na sio tu haki mtoto wake wa kwanza tufanye masiala kwenye mambo yote, tufanye ugumu kwenye masuala yote, lakini si katika swala la kuniweka mbali na haki ya mtoto wangu, ambayo kimsingi najua kabisa kwamba hii ni haki ya yangu katika mila zetu. Mama, hakuna kosa kubwa, hakuna dhambi kubwa kwenye mila. Hata wazee wote watanishangaa sana kama mimi kuiweka mbali damu yangu. Hakuna wazee wangu wote damu zao zipo, na haki ya kwanza katika ukoo wetu na familia ni damu kwa I understand this is my child, this is my blood kwa siwezi kwenda mbali na haki yangu, kwa hata kama nyinyi hamnitaki mimi kwa sababu ya misingi ambayo imetokea hapa katikati kuhusu maneno, lakini iko namna, mimi lazima niwe karibu na haki yangu ambaye ni mtoto sawa, mko sahihi mno. Mimi pengine sistahili kabisa sasa hivi kuwa na mtoto wenu, kwa sababu ya yale ambayo yametokea. Mnaona nimewakosea heshima, pengine familia imenikataa mimi nisiwepo, ni sawa, siwezi kuingilia katika hilo. Lakini nalizungumziaji hili swala la huyu mtoto, kipo kiume ambao kimsingi pia we connected na mtoto wenu moja kwa moja. Hili wazazi wangu mimi, siwezi kulipisha sawa. Eh, hili siwezi kuliacha na waheshimu, lakini naomba mliangalie hili swala. I will never let my child go away. Kwa nini? Kama hamtaki mtoto wenu awe na mimi, basi mimi nataka mtoto wangu awe na mimi. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea? Mana nimekosa hoja kujitetea inanikunja nikunja inanipindapinda dunia, tofauti na mama alivyonilea. Mana nimekosa nguvu kujitetea, nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa. Mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndani. Can you tell me about your experience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 Hau, mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, mana nimekosa hoja kujitetea.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 kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah. Shule inayofunza mema na mabaya, dunia ah. wajuaji na wapumbavu wa moo